Alhamdulillah, assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tumshukuru Mwenyezi Mungu kuanza safari yetu hii ya dawa, ikiwa hivi sasa tupo katika mji wa Tanga, hapa tuko katika uwanja wa ndege wa Tanga kuelekea safari yetu, tutapitia transit ya Zanzibar na moja kwa moja saa sita kamili ndege itaweza kutua hapo jijini Dar es Salaam, inshallah. Tuomba khairi na baraka katika safari yetu hii, Mwenyezi Mungu inshallah jalie khairi. Na safari hii ni safari ya dawa, tutakuwa katika ziara kwa mheshimiwa wa mufti, e, shekhe wetu mzee wetu ambaye ni baraka yetu, Samaha mufti Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Tutafanya ziara kwake inshallah kesho siku ya Jumatano, lakini pia siku ya Alhamis tutataraji kuhudhuria katika mkesha ambao unaofanyika katika msikiti wa Mtoro pale Kariakoo, ambao msikiti kama huo imamu mkuu wa hapo ni ndugu yetu kipenzi chetu Sheikh Abbas bin Sheikh Ramadhan Abbas ambaye ndiye imamu mkuu wa hapo na atakuwa ndio mwenyeji wetu wa kutupokea. Kila mwaka safari kama hii huwa naelekea. Kwa hivyo inshallah tutakuwa hapo siku ya Alhamis kwa mke Ijumaa, itakuwa ni lailatul jumaa Mwaka huu mkesha wa Mtoro itakuwa ni lailatul jumaa, itakuwa ni siku Alhamis kwa mkea Ijumaa. Kwa hivyo na baada hapo, inshallah siku ya Ijumaa tutaanza safari yetu asubuhi kutoka katika jiji la Dar es Salaam kuelekea Unguja katika kisiwa cha Zanzibar, na tutakuwa na muhadhara hapo baada salati aljumaa pale kwa Mchina, kwa imamu mkuu wa Masjid Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Sheikh Uthman Maalim, ambaye ni dai mkubwa wa kimataifa anayefahamika, atakuwa ndiye mwenyeji wetu hapo Masjid Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa itakuwa na muhadhara siku ya Ijumaa baada salati aljumaa hapo hapo masjid nur Muhammad, insha Allah. Twaomba dua zenu, Mwenyezi Mungu atujalie kheri na baraka na atuafikishe katika safari kama hii inshallah. Na bila kusahau, katika safari hii ya mwaka huu 2025 tuko na mwanachuoni wetu kutoka nchi ya Kenya, alhabib alalama asayid al Abdulqadir